ni watu wa roho nzuri ambao walisaidia ile Afrika kujenga hiyo nyumba nzuri ili wamama wakifika wajisikie kabisa wamefika nyumbani. Nende le kukusia kusema si sikuenu ya leo, ile Afrika ilikuwa kusema ikale kwanza na wamama tuzungumze, kwa sababu wakati mtu atue aende wapi asherekeze wapi? Ukiangalia ndani ya chumba hii, ni wamama ndio wengi, wamama ndio wengi, kwa sababu hii ni kitu ambayo inatatiza mama. Wakati mama anazaa, unapatikana hiyo shida ya kupitisha magozi mchana kama vile usiku. Kesa hauta mwona. Israelite hauta kuwa amelala wapi. Israelite hauta mwona. Mwezi unapita, mwezi mwingine unapita, siku ile ile unasikia wanakwambia, ashakaenda. Amekuacha, anakuacha na watoto, na hauna jinsi ya kufurumikia jamaa. Si unaona ile ni shida kubwa kabisa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

maneno kama vile nitangulia kusema, nilisema kuhusu kile ambacho tunazungumza na watu huku, lakini ni kidogo. Ukiangalia mchana, watu wanakutana na kuwatana nao mchana ni wengi sana, na kama tulikusudia kwa mama, kwa sababu na dunia nzima inasema afya ya mama na haki ya mama, ile ndio watu wote waweze kuangalia, kwa sababu mama ndiye nguzo ya jamii. Kama mama afya yake haiko vizuri, sina maana ya jamaa yote kwa msina ina kuntu sivini. Baba anaweza kuwa salama, lakini ukaona watoto kama kama mama iko pia, jamaa inakuwa iko na furaha. Kama mama akigonjwa, inaonekana atakuwa kwa msina, bwana na gonjwa na watoto wanagonjwa, watu wote hawana furaha. Leo nikusema sisi ambao tuko hapa wazie